Jengo hili naamini likikamilika litaongeza ari ya wafanyakazi wetu. Nami niwaombe sana maafisa na watendaji na wapiganaji wetu, tuendelee kufanya kazi kisasa, tuendelee kwenda na mabadiliko ya dunia ya teknolojia, twende tukajifunze namna gani wenzetu wanafanya kazi hizi, na mimi nitatoa kila aina ya ushirikiano na lile ambalo linahitaji mwongozo wa Mheshimiwa Rais tutakwenda huko, ili tupate maelekezo, lakini jeshi letu liweze kupata mafunzo yanayostahili. Naelewa mna mashirikiano na vikosi vya nchi mbalimbali mbali duniani, na mmekuwa mkishiriki katika maeneo mbalimbali yanayohusu ulinzi, ambayo kwa hakika mnafanya vizuri, lakini nasi tunataka tuwape moyo kwamba juhudi hii tunaithamini. Na tunashukuru maendeleo makubwa ambayo mnayasababisha kutokana na umahiri wa jeshi letu. Ndugu kanal wa kikosi chetu cha JKU, nikushukuru sana kwa hakika umelibadilisha jeshi letu na umefanya jeshi letu limekuwa la kisasa sana. Nilikuwa nawaona makamanda hapa wanafurahi sana, lakini nimekuwa nikifuatilia sana nikaona kwamba kuna kazi nzuri inaendelea kufanya. Naomba nisisitize kuhakikisha haki zote zinazostahiki kwa makamanda wetu zinapatikana chini ya uongozi wako kamanda, daima chini ya uongozi wa waziri wetu ndugu yangu Idrisa Kitwana Mustafa. Tupo kwenye maadhimisho ya miaka sitini na mbili ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Mapinduzi, tunaposema mapinduzi daima, wengine wananuna Mapinduzi maana yake ni mabadiliko, ndio kama haya. Vijana wetu walikuwa wakija Pemba, kila mmoja anapata shida, lakini kikamilika leo, utakuwa na hamu uambiwe ukafanye kazi Pemba, sababu utakuwa una wasiwasi. Mazingira mazuri ya kazi, kila kitu kipo, nyumba ipo, mambo yote yapo, unaendelea kuchapa kazi bila ya matatizo yote. Kwa hiyo mimi nafarijika na, na nimekuwa mdau muhimu wa kuyaona haya. Nikiona hivi huwa na furaha lakini furaha yangu huwa inazidi pale ninapokamilika, na niombe kana likikamilika jengo hili, eka vifaa vya kisasa, usilete vitanda vikongwe huko. Lakini la pili ni changamoto ya hati miliki. Nikuhakikishie Mheshimiwa Waziri, tutamwelekeza Mheshimiwa Waziri wa Ardhi atume watendaji wake Najua maombi yameshakwenda, kama kuna access ya wizara ya kilimo, waziri wa kilimo nitamwelekeza jambo hili likamilike, majeshi yetu yapate hati miliki kwenye maeneo yote ili kuondosha matatizo. Hili jambo wala halitaki kusubiriwa, ni jambo la kwenda kuchukua hatua, na mimi nakuhakishia, ndani ya wiki hii, mheshimiwa waziri, utapata salamu hizo kutoka kwa mawaziri wenzako husika. Dr. Hussein Mwinyi ni jemadari wa maendeleo hapa Zanzibar. Hakuna mtu anapinga hilo. Mambo mazuri yameyafanya yakiwemo kwenye vikosi vyetu, lakini ikiwemo kwenye sekta nyingine zote.